Hujambo, na nikukaribishe tena mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu. Karibu tena kwenye maendelezo ya habari na matukio yanayojili hapa ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Na habari iliyotufikia mezani kwetu hivi karibuni ni habari za uzuni. OCD ya fariki afariki ya ajalini, askari mwingine avunjika mkono. Kifo cha mkuu wa polisi kimesababishwa na dereva wa gari la abiria kwa kushindwa kuchukua tahadhari, hivyo jeshi la polisi linamtafuta dereva wa daladala ambaye hajafahamika aliyetoroka baada ya kusababisha ajali hiyo. Polisi kanda maalumu ya Dar es Salaam linamtafuta dereva wa daladala aliyesababisha ajali ya barabarani ambaye imekatisha maisha ya mkuu wa polisi wilaya ya Kipolisi Chanika, OCD Awadhi Chiko na kumjeruhi askari Zubeda Sadala. Ajali hiyo imetokea saa moja na dakika ishirini asubuhi ya, ya leo Jumatatu, Machi 17 elfu mbili na ishirini na tano, katika barabara ya Nyerere maeneo ya Pugu mwisho wa lami jijini Dar es Salaam. Ikihusisha gari ya aina ya Tata inayofanya kazi zake kati ya Zingiuziwa Chanika na Machinga Complex Ilala ikitokea Pugu kwenda Gongo la Mboto iligongana na gari ndogo aina ya toyota prado. Akizungumza jijini Dar es Salaam, kaimu kamanda wa polisi kanda maalumu wa Dar es Salaam Faustine Mafwele amesema ajali hiyo imetokea badala ya dereva daladala kuyapita magari yaliyokuwa mbele yake bila kuchukua tahadhari na kusababisha kugongana uso kwa uso. Jeshi la polisi linamtafuta da dereva daladala ambaye hajafahamika aliyotoroka baada ya kusababisha ajali hiyo na linakanusha taarifa zilizotolewa kuwa aliyefariki ni kamishna wa operation na mafunzo Tanzania CP Awadhi Juma Haji, amesema Mafwele. Amesema mkuu huyo wa polisi wilaya ya kipolisi Chanika alitokea Gongo la Mboto kuelekea Pugu. Baada ya ajali, alifariki dunia na majeruhi ambaye alikuwa abiria amevunjika mkono ame wa kushoto. Hata hivyo, amewataka waendeshaji wa vyombo vya moto kuzingatia alama zilizowekwa barabarani kwa kipindi hiki cha matengenezo yanayoendelea ili kuepuka ajali zinazosababishwa na uzembe wa madereva. Hata hivyo, pia naye Peter Mandeleka ameposti kwenye mtandao wake wa eksi akiandika kuwa nimepokea kwa masikitiko taarifa za kifo cha mkuu wa polisi wilaya ya Chanika CP Awadhi Chiko. Nilifanya naye kazi makao makuu ya uparelezi Dar es Salaam. Alikuwa mtu rahimu sana, alikuwa katibu wa ndoa yangu na alihakikisha naoa kifahari. Pumzika kwa amani rafiki yangu, pole kwa IGP. Mwili wa aliyekuwa mkuu wa polisi wilaya ya polisi Chanika ACP Awazi Chiko unatarajiwa kuzikwa kesho Machi 18 mwaka 2025 katika makaburi ya Kisutu jijini Dar es Salaam, baada ya kukamilika kwa taratibu za kijeshi. ACP Hawazichiko amefariki dunia leo majira ya asubuhi kufuatilia ajali ya gari iliyotokea eneo la Pugu sekondari baada ya basi aina ya Icha kugongana na gari la ACP Awadhi aina ya Prado wakati alipokuwa akielekea katika majukumu yake ya kila siku. Kabla ya kuzikwa hapo kesho, mwili wa marehemu ya ACP Awadhi utasaliwa katika msikiti wa Akachube uliopo Kijitonyama na kwa sasa msiba upo nyumbani kwake Kijitonyama mtaa wa Bukoba.